Na nafikiri watu wengi tuna sasa tuna tunangojea tuna, tuna hamu ya kuanza wiki ijayo kuweza kupata nini kinajili katika wiki ya Azaki. Na mimi nipende tu kusema kwa niaba ya bodi ni kwamba tunashukuru sana kwamba wenzetu wamemunganika na wameweza kuandaa kitu hiki, na tunajua mchango wa FCS uh, katika maandalizi haya, na tumeona nasi tutoe neno na maelezo zaidi yatakuja kutoa basi mkurugenzi mtendaji. Wote tunajua na tunafahamu FCS ni nini, na kama tufahamu basi atatoa kwa kifupi. Lakini niseme tu sisi kama bodi tuko pamoja nanyi, tuko pamoja na wanachama au washiriki wote ambao tutaanza kuwa na mkutano huo kesho. Maono yetu kama FCS ni kwamba tunatamani na tunaamini uh, kuwa na raia ambao wanawezeshwa ambao wanajitegemea wenye kuwajibika lakini pia wana haki zao za kijamii na za kiuchumi na, na, na kufurahia maisha bora. Nafikiri kila mtu hilo ndio anatamani liwepo na sisi ndio tam, tamanio letu kubwa e, kauli mbiu ya wiki ya Azaki mwaka huu ni Pathways to Progress, Pathways to Progress. Um, ambayo inamaanisha E, tunapita njia gani ili tuweze kufika katika ile yale e, maono ya maendeleo ambayo tumejiwekea. Wote mnafahamu kama mwaka huu e, tumeshiriki katika mchakato wa kutengeneza dira yetu ambayo tunaamini itazinduliwa e, siku chache zijazo ili wote tuweze kuifahamu. Dira ile imeweka malengo ya kwamba Tanzania iwe nchi ya uchumi wa kati lakini ngazi ya juu. E, ni maono makubwa, kwa hiyo lazima tu Tuiangalie dira na tujiulize, je, tunapaswa kupita kwenye njia gani ili tuweze kufikia kwenye maono haya ambayo tumejiwekea. Aa, na niseme tu kwamba Tanzania ina framework ambayo inaongoza jinsi ambavyo tunapanga maendeleo. Aa, maendeleo ambayo unayaona sasa hivi yalipangwa miaka kadhaa iliyopita, miongo miwili ama miwili na nusu iliyopita. Tulikaa na kufanya kazi ya kutengeneza dira yetu rasmi ya kwanza ya maendeleo. Kwa hiyo hii inakuwa dira yetu rasmi ya pili um, ya maendeleo. Na baada ya dira hiyo A, tunafanya kazi ya kutengeneza mpango elekezi wa muda mrefu kwa Kiingereza inaitwa long term perspective plan um. Sasa e, moja ninayo furaha kubwa sana kutangaza kwamba e, sisi kama asasi za kiraia tumeshiriki kiasi kikubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba dira pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu unaakisi maoni, mawazo na matarajio ya wananchi, na tumekuwa sehemu kubwa sana ya michakato hiyo miwili. Kwa hiyo tunataka kutumia fursa hii kuendeleza ule ubia ule ushirikiano ushiriki ambao tumeuanza katika michakato ambayo ina define e, future ya Tanzania mustakabali wa Tanzania utakuwaje. E, wamiliki ama, ama, ama, ama, ama custodian wa e, dira ni, ni tume ya mipango lakini katika wizara ni wizara ya mipango na uwekezaji nafurahi. kutangaza kwamba tutakuwa na Profesa Kitila Mkumbo kama mgeni rasmi wa wiki ya AZAKI mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na tuta engage naye vizuri sana, kuona jinsi gani ambavyo asasi pamoja na wadau wengine wanaweza kuchangia katika ile dira ambayo e, tumeitengeneza pamoja kwa ile la CSO week. Kiukweli wamekuwa wakichagiza maendeleo katika sekta yetu, kwa sababu pale ambapo tunapata muda wa kujitathmini, kujitafakari, tunaweza tukaangalia ni namna gani tunapoweza kuboresha um, kazi zetu service delivery, lakini pia masuala ya agiza mabadiliko katika sheria na kuleta maendeleo kiujumla, na kiukweli, nimependa kwamba mwaka huu tunajiangalia katika dira inayoenda ku, kutekelezwa tunajiona wapi kama asasi za kiraia tunaona huyu mwananchi tunayemtumikia tutamsaidiaje, na sisi kama wanazaki tunajitathminije tunavyoenda mbele na ningependa kutoa rai kwa mashirika yote yasiyekuwa ya kiserikali kuweza kufuatilia mjadala huu, na wale ambao watakuwepo basi waweze kutoa michango ambayo ni meaningful, ambayo itaweza kusaidia tuweze kujitafakari kwenda mbele. Ambacho kwangu mimi pia kimekuwa cha faraja ni kwamba hili sio jambo ambalo tunalifanya mwaka huu tu. Katika wadau ambao tuliokuwepo ndani ya steering committee, tuna wadau ambao sehemu ya elimu ni sehemu yao kubwa, ambao wanafanyia kazi na kwa namna moja wameweza pia kutushirikisha kuhakikisha kwamba tumekuwa katika mijadala ile ya kipindi kile cha mabadiliko uh, ya, ya mtaala mtaala wa elimu. Lakini pia uh, tumejadili sana juu ya hali ya sasa ya kidunia ambayo inaangalia wanasema, uh, tunaangazia katika 21st century skills. Tumekuwa sehemu kubwa ya mazungumzo. Kwa hiyo hata kipindi cha wiki ya AZAKI, baadhi ya wadau ambao wamekuwa wakifanya shughuli hizi imekuwa ni sehemu kufanya tafakuri pia na kujadiliana kusema kwamba je, katika zile hatua za kwanza tulizozifanya ya kuhakikisha kwa kwamba tunawashirikisha wananchi kutoa maoni yao, lakini sisi pia kama wadau uh, katika kutoa maoni yetu tunakuwa sehemu ya mazungumzo makubwa ya kisekta. Na hapa mbele yetu tunafanya hii press conference kwa ajili ya kuzungumzia machache kuhusiana na hii wiki ya CSO ambayo itafanyika hapa Arusha, tarehe itakuwa ni tarehe mbili mpaka tarehe sita June hapa Mount Meru Hotel, na theme ya mwaka huu inaitwa Pathways to Progress.